Qatar ndiye mpatanishi ambaye aliyesimama kidete katika mzozo huo na kuhakikisha kwamba jeshi la Marekani linaondoka nchini Afghanistan na kuhakikisha kwamba serikali ambayo itakayokuwepo madarakani nchini Afghanistan itazuia ardhi yake kutokuwa ngome za magaidi kama ilivyofanya hapo awali. Wanamgambo wa kundi la Al-Qaida walikuwa na ngome zao nchini Afghanistan. Hivyo basi, makubaliano ambayo yaliyosainiwa kati ya Marekani na kundi hilo la Talibani nchini Afghanistan lilipelekea jeshi la Marekani kuweza kuondoka nchini humo na kuhakikisha kwamba hakutokuwepo makundi yoyote ya kigaidi ambayo yataweza kuweka ngome zao katika ardhi ya Afghanistan. Ni kitendo ambacho kilibua maswali tofauti katika mitandao ya kijamii, kuona taifa kubwa kama Marekani vipi inaweza kuingia mkataba na kundi la watu ambao hapo awali walikuwa wakichukuliwa kama magaidi kwa muda wa zaidi ya miaka ishirini. Ni juhudi za Katari ambazo zilipelekea Marekani kuweza kusaini makubaliano hayo ya amani na kundi hilo la Talibani nchini Afghanistani. Mizozo tofauti ambayo tayari Katari imeweza kutoa mchango wake na kuhakikisha kuwa amani inadumu kati ya pande ambazo huwa zikiasimiana Ukumbusho kidogo wa kihistoria. Jeshi la Marekani mnamo mwaka 2001 lilichukua maamuzi ya kuingia nchini Afghanistan, kuvamia kwa lugha nyingine, Afghanistan, kufuatia mashambulizi ya September 11, mashambulizi ambayo yalitajwa kuwa yaliandaliwa na wanamgambo wa kundi la Al-Qaeda ambao walikuwa na ngome zao nchini Afghanistan. Kitendo hicho kilipelekea wizara ya ulinzi ya Marekani kuchukua jukumu la kuingia nchini Afghanistan kwa lengo la kupambana na wanamgambo wa kundi hilo la Al-Qaeda ili kuhakikisha kuwa Marekani itakuwa salama. Wanamgambo hao wa kundi la Alqaida walikuwa wakishambulia uwepo wa Marekani katika taifa lolote. Hivyo basi Marekani ilikuwa na jukumu la kukabiliana na wanamgambo hao ili kuweza kudhoofisha nguvu zao, edha ushawishi wao katika maeneo tofauti, ambao wanamgambo hao walikuwa wakijikusanyia wanachama wao. Ndio sababu kuu ambayo ilipelekea Marekani kuagiza jeshi lake nchini Afghanistan ili kuhakikisha mizizi ya Alqaida inang'olewa nchini humo. Haikuwa vita ndogo kati ya wanamgambo hao wa Taliban waliokuwa wakiunga mkono Al-Qaeda na Marekani. Ni vita ambavyo vimechukua muda wa zaidi ya miaka 20, na ni vita ambavyo mazungumzo yake ili kuweza kumaliza vita hivyo yalifanyika nchini Qatar kwa usimamizi wa mfalme wa Qatar ambapo mazungumzo hayo inataja kuwa yalichukua muda wa miaka miwili ikiwa ni mwaka 2018 hadi mwaka 2020, wakati ambapo kulisainiwa makubaliano hayo na kusaini makubaliano ambayo yalikuwa na vipengele tofauti ambavyo vinazingatia kile ambacho kilipendekezwa na Qatar na kuweza kuafikiwa kati ya pande hizo ikiwa ni Marekani na wanamgambo hawa wa Taliban. Mgogoro mwingine ambao Katari ilitoa mchango wake kama mpatanishi ni mgogoro wa Darfur nchini Sudani. Makundi ya waasi nchini Sudani ambayo mara kwa mara yalikuwa yakiendesha mashambulizi makubaliano ya kusitisha mashambulizi hayo na kuunda serikali ya ushirikiano nchini Sudani. Makubaliano hayo yalisainiwa mnamo mwaka elfu mbili kumi na moja na kuweza kukomesha mashambulizi ya mara kwa mara ambayo yalikuwa yakiendeshwa na makundi ya waasi katika maeneo tofauti, na hususan katika upande wa magharibi mwa Sudani, baada ya mchango wa Qatar kunako mzozo huu kati ya Marekani na Talibani nchini Afghanistani. Mzozo mwingine huu ambao uliotokea nchini Sudan, Qatar ilitoa mchango mkubwa, na mzozo mwingine ambao uliokuwa ukiendelea nchini Colombia kati ya serikali na kundi la waasi ambalo linajulikana kwa jina la FARC, kundi ambalo lilijitaja kuwa ni kundi la wanaharakati na mapinduzi nchini Colombia. Mazungumzo hayo yaliweza kudhaminiwa kwa kiasi kikubwa na Qatar na kuweza kusainiwa makubaliano kati ya Colombia na kundi hilo na kuhakikisha kwamba Colombia inarejea kuwa na amani. Mzozo mwingine wa kikanda katika ukanda wa Mashariki ya Kati ni mzozo wa kihistoria ambao unaofahamika katika maeneo ya Palestina, kati ya chama cha Hamas na chama cha Fatah. Kuna mzozo kutokana na kumiliki vipi katika maeneo ya Palestina kutakuwa na serikali mbili, huku ikitajwa kuwa serikali moja ambayo inaongozwa na chama cha Fatah, huku serikali nyingine ikiongozwa na chama cha Hamas, chama ambacho baadhi ya mataifa ulimwenguni yanadai ya kwamba ni chama cha kigaidi, huku mataifa mengine yakiunga mkono chama hicho, hivyo basi mazungumzo ili kuunda serikali ya ushirikiano, aidha serikali ya umoja kati ya Fatah na Hamasi ni mazungumzo ambayo yaliweza kudhaminiwa pia kwa kiasi kikubwa na Qatar licha ya kuonekana kwamba kuna mvutano mkubwa wa ndani kati ya vyama hivi viwili wakati ambapo kuliandaliwa uchaguzi uchaguzi ambao pia ulifadhiliwa kwa kiasi kikubwa na Qatar mwaka 2007 uchaguzi ambao katika eneo la ukanda wa Gaza ni chama hichi cha Hamasi ndicho ambacho kilichoshinda katika uchaguzi huo na matokeo ya uchaguzi huo yalizidi kuchochea utofauti ambao uliokuwepo kati ya vyama hivyo viwili. Ni vyama viwili ambavyo vina upinzani mkubwa, upinzani ambao ulichochewa kwa kiasi kikubwa na matokeo haya ya uchaguzi uliofanyika mwaka elfu mbili na saba. Ana umiliki aidha, uongozi wa ukanda wa Gaza ulikabidhiwa chama hicho cha Hamasi ambacho kilikuwa kikifadhiliwa pia na Qatar Katari ikiwa na imani ya kwamba eneo hilo litaweza kuongozwa vizuri na wanamgambo hao wa kundi hilo la Hamas, wanaweza kuwa na mchango mkubwa ili kuweza kufikia katika kuundwa kwa taifa huru la Palestina. Licha ya kuwa na mvutano kati ya vyama hivyo viwili na serikali ya Israel, baada ya mazungumzo na Katari iliweza kukubali ya kwamba Katari inaweza kutoa msaada wa moja kwa moja kwa serikali hiyo ya ukanda wa Gaza chini ya usimamizi wa Hamas, waweze kupata mishahara kama kawaida, na kuhakikisha kuwa miundombinu katika eneo hilo inakuwa ipo salama kwa ajili ya raia ambao wanaoishi katika eneo hilo. Juhudi za upatanishi kati ya vyama hivi viwili vya Kipalestina ziliendelea hadi mwaka 2012 ambapo kulisainiwa makubaliano aidha maridhiano kati ya vyama hivyo, lakini pia tofauti ziliendelea kushuhudiwa mara kwa mara. Tukirejea nchini Afghanistan, makubaliano ambayo yaliyosainiwa kati ya Marekani na Taliban kulikuwa na lengo la kuhakikisha mabadiliko ya kisiasa na vile vile kuzuia ardhi ya Afghanistani isiweze kurejea kwa mara nyingine kuwa ngome za magaidi. Hivyo basi, Talibani ilitakiwa kuihakikishia Marekani ya kwamba kamwe ardhi ya Afghanistani haiwezi kuwa ngome kama ilivyokuwa mwanzoni mwa miaka ya 2000. Vipengele ambavyo vilisainiwa katika makubaliano hayo ya amani kati ya Marekani na Taliban ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wanajeshi ambao watakuwa kuwepo nchini humo Afghanistan, wanajeshi wa Marekani watalindiwa usalama na serikali ambayo ipo madarakani nchini humo Afghanistan, yahakikisha kwamba wanamgambo wa Al-Qaeda hawatoweza kuwadhuru wanajeshi wa Marekani ambao watakao kuwepo katika eneo hilo, wakati ambapo wakijiandaa kuondoka nchini Afghanistan, kwa kuwa kulikuwa tayari kumekwisha kusainiwa makubaliano makubaliano ambayo yo yalitaja kuwa wanajeshi wa Marekani ambao wapo nchini Afghanistani kwa sasa wanaweza kuondoka nchini humo na kuacha Waafghanistani waweze kuongoza taifa lao wenyewe. Kipengele kingine ambacho kilisainiwa katika makubaliano hayo ni ya kwamba wanamgambo hawa wa Taliban ambao wamekabidhiwa serikali nchini humo wasiweze kuwa na uhusiano wa aina yote na makundi ya kigaidi, kwa kuwa ardhi yake ilikuwa ikitumiwa kama ngome za magaidi. Hivyo basi, kulikuwa na ukaribu wa serikali kuweza kuwa na ushirikiano na makundi ya kigaidi ambayo yalikuwa bado yameweza kujificha katika maeneo tofauti katika milima ya Afghanistan. Vile vile nataja kwamba mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja yalifanyika kati ya wawakilishi wa Israel na wanamgambo wa kundi la Hamas. Mazungumzo hayo yalisimamiwa na Qatar na kuweza kuafikiana katika nyanja tofauti, ikiwa ni pamoja na kuweza kuingiza misaada katika maeneo ya Wapalestina na hususan katika eneo la ukanda wa Gaza. Ni baada ya mazungumzo ambayo yalisainiwa chini ya usimamizi wa Qatar kati ya Israel na wawakilishi hawa wa kundi hili ambalo linatajwa kuwa ni kundi la kigaidi, kundi la wanamgambo wa Hamas. Jukumu hili la Qatari la kusimamia mazungumzo kati ya pande zinazogomba ni jukumu ambalo limeweza kuipa hadhi kubwa nchi ya Qatari kutokana na mchango wake huo wa kidiplomasia ambao malengo yake ni kuhakikisha kuwa amani inadumu, licha ya kuwa na tofauti na kuweza kunusuru raia ambao wasiokuwa na hatia. Ni kitendo pia kimepelekea mitazamo tofauti katika mitandao ya kijamii, kitajwa kwamba Katari inafanya hivyo.